Karibu, hii ni Hope of Society Association. na mimi ni mbeba maono wako na Zaburi. huu ni mwaka mwingine wa 2026. ni miaka mingi sana tupo pamoja katika jitihada zetu za kujipambanua kiuchumi na leo tumeingia katika mwaka mwingine. Hii ni Januari 11 mwaka 2026. Ni mwaka ambao tunahitaji kufanya mabadiliko ya kiuchumi, mwaka ambao tunahitaji kuongeza juhudi. Kadiri mwaka unavyokuja mbele ndivyo juhudi zinatakiwa kuongezeka maradufu. Hata aliyefanikiwa mwaka jana, haina maana kwamba mwaka 2026 yeye atazidi tu kulala no, ataongeza kasi na jitihada ili kuweza kufikia malengo makubwa zaidi ya kile alichofikia leo. Nataka nizungumze na wewe katika kitu kimoja katika kuanza mwaka huu wa 2026. Nataka nikwambie tu kitu kimoja kwamba, au umewahi kujiuliza kwa nini wafanyabiashara wengi huwa ni waongo Wafanyabiashara wengi huwa sio wawazi ukihitaji kuingia kwenye biashara ambayo yeye anaifanya. Unajua ni kwa sababu gani? Sasa leo nataka tuzungumzie hilo swala. Kuna mambo kadhaa kadhaa ambayo husababisha wafanyabiashara wengi kutokuwa wawazi au kutokuwa wakweli, ukiwa umempelekea au kumuuliza biashara ambayo yeye mwenyewe anaifanya, alafu na wewe unataka kuingia katika biashara hiyo hawezi kukwambia ukweli. Ni wachache sana, ni wachache sana kati yao, na sababu zinaweza ikawa ni, ni, ni eh, sababu kadhaa ambazo husababisha watu kufanya hivyo. Katika utafiti wangu wa ufanyaji wa biashara uh, nimegundua kwamba kitu kimoja ambacho husababisha kabisa ni wivu wa mafanikio. Wafanyabiashara wengi wana wivu wa mafanikio wivu wa mafanikio ni nini? Wivu wa mafanikio ni kwamba yeye anaona tayari amewini kwenye biashara hiyo, anaona wivu mtu mwingine akija kuwini kwenye biashara hiyo hiyo ambayo yeye anaifanya, anaona wivu tu kwamba ni bora yeye abaki kuwa juu pale alipo, alafu na wewe ubaki kuwa chini pale alipo. Hicho ndio kitu kinatuumiza sana, asilimia kubwa asilimia kubwa ya Waafrika, japo yapo kati yao kati ya hao hao wenye wivu wa mafanikio, wapo ambao wana uwivu wa maendeleo, ni wengi wapo. Kuna makabila baadhi na, na baadhi ya watu kutoka maeneo mengine ya Afrika ambao wao pia wana wivu wa maendeleo, wanahitaji mtu mwingine aendelee zaidi sana. Na huu wivu wa mafanikio unatokana na nini? Kwamba mtu anahitaji yeye awe juu wewe uwe chini tu siku zote, hicho ndio kitu kikubwa ambacho watu wamekuwa nacho sana ambacho kinazidi kuumiza jamii, na hicho ni kitu ambacho eh, kinasababisha kutokufikia malengo watu wengi eh, familia zetu jamii zetu zinabaki kuwa maskini palepale pale. Lakini katika familia hiyo hiyo au katika ukoo huo huo, kuna mtu yupo juu kabisa kimfanikiwa, lakini ni sio rahisi kukuambia kwamba tuingie kwenye engo hii, utafanya hivi, gharama hizi ni hizi. Kwa hiyo sasa, ukikutana na mtu kama huyo, sema umekutana na ndugu yako ambaye ametumwa na Mungu, utafanya biashara anayekuambia kila kitu kila kitu. Blaza kama huyo huyo, mshikilie kabisa, huyo atakuwa ameagizwa na Mungu kwako, kwa sababu wengi wao wapo wapo kama kama hivyo, ama wapo kama huyo ulienaye. Sasa kitu kidogo cha kijinga sana ambacho huwa wakifikirii, ni kwamba wanashindwa kuelewa, kwa sababu unatakiwa kugundua kuwa katika biashara zote zinazofanyika duniani, biashara hiyo hiyo unayoifanya hauifanyi mwenyewe. Biashara unayoifanya wewe hauifanyi mwenyewe. Biashara yoyote ile hapo ulipo, eh, sio wewe mwenyewe mwenye duka la kuuza eh, la kuuza madawa sio wewe mwenyewe hapo ulipo, sio wewe mwenyewe mwenye duka la kuuza nafaka. Kwa kila kitu unachokifanya katika dunia hii, kuna mtu mwingine anakifanya. Sasa unakuwa wakati mwingine nauonage kama ni wivu wa kijinga, kwa sababu uh, unaweka mipaka kwenye vitu ambavyo mwingine anakifanya, lakini unaona wivu. Ndio maana nimesema ni, ni wivu wa mafanikio kwamba yeye anaona wivu mtu mwingine kufanya ile, yani mtu wa karibu yake kufanya biashara ile ambayo anaifanya, kama atafaidika sana. Lakini wakati huo huo kuna mtu mwingine anaifanya biashara hiyo hiyo ambaye hajuani naye kabisa. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi hawataki sana kushare mawazo ya kibiashara na wale watu wanaowajua, hawataki sana kushare hivyo, kwamba wanaamini yule akifanikiwa na mimi nikiwa nimefanikiwa ni kama nimepungukiwa. Sasa wakati mwingine tunautazama unaitwa, kama wewe ni ulimbukeni wa mafanikio kati hawa pia, ya hawa wafanyabiashara pia kuna ulimbukee na mafanikio. Unalimbukea kile ulichokipata, lakini unashinda kujua kwamba wewe ukipita hapo basi unahitaji kuashika watu wengine mkono. Kocha msingi, ninachotaka kukuambia ni kwamba katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukimpata mtu au mfanyabiashara ambaye yeye anakueleza kinaga ubaga chochote kile anachokifanya, faida na hasara basi huyo ni mtu wa kumshikilia katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Huyo atakufikisha kwenye, atakufikisha kwenye mafanikio ambayo wewe ulikuwa unatarajia. Inayowezekana kabisa ikawa ni watu wachache, lakini wapo. Unaweza ukasema, kuna msemo mmoja unasema kwamba watu wema duniani ni wachache, lakini je, matendo yao hayana matokeo? Matendo yao yana matokeo japo ni wachache, lakini matendo yao yana matokeo. Kwa hiyo hawa wao wachache ni wa kuwashikilia na kuwa nao pamoja, ili kuhakikisha watu watafikia katika malengo. Lakini ukija kwamba kwangu mimi nataka kufanya biashara na uifanya, eh hakuna kitu naweza nikakuficha, lazima nitakwambia ukweli, biashara ipo hivi, faida zake ni hizi, hasara zake ni hizi, na hichi ndicho kitu tunachojivunia sisi Hope of Society tumekuwa tukiwaeleza wafanyabiashara wengine wanaotamani kuingia katika biashara tunazozifanya nyingi nyingi: utengenezaji wa sabuni za aina zote, utengenezaji wa chaki, sabuni za kuogea, utengenezaji wa mazuria, ujasiriamali kiujumla, utengenezaji wa bidhaa nyingi za viwandani ambazo tunajihusisha nazo. Mtu akitaka kufanya biashara hizo na sisi, tunamwelezea kinaga ubaga, kwa sababu tunaamini kwamba biashara ni kama ngazi, wakati mtu anapanda kwenye ngazi. Sometimes biashara ni ngazi ambayo inateleza wakati unapanda kwenye ngazi, kuna muda unaweza ukateleza kwenye zile ngazi unazopanda ukashuka chini. Je, maswali ya kujiuliza, kama nikishuka chini ni nani anaweza kunishikilia? Ni nani anaweza kunipa nguvu tena? Sasa sisi tunaamini kwamba mtu pekee anayeweza kutupa nguvu tutakapoanguka ni yule ambaye sisi tuliweza kumsaidia. Hicho ndicho tunachoamini. Hicho ndicho tunachoamini. Lakini pia, kinachosababisha sisi tuamini hichi, ni kipi? Ni hofu ya Mungu pia. Katika biashara yoyote unayotaka kuifanya pia inabidi uwe na hofu ya Mungu, unamshirikisha Mungu wako. Kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya eh, kwa ukubwa zaidi lakini kitu kingine cha kujiuliza ni kwamba eh, wema ni akiba wema ni akiba. Kuna mtu amewahi kujengewa nyumba, kisa tu alimshauri jamaa, alimuuliza mahitaji, kufanya biashara unayoifanya. Eh, biashara unayoifanya, basi tafuta muda tutaongea. Akamwambia, akamwambia, akamwambia, na ukitaka mimi mwenyewe nitakufanyia msaada, na watu ninao ma supplier watakusaidia. Baadaye jamaa akaingia, maana alikuwa na mchango wake wa mtaji mkubwa, akafanya biashara, akifanikiwa hadi sasa hivi amefanikiwa. Yule jamaa alichokifanya kurejesha fadhila alijenga nyumba akanunua nyumba, akasema jamaa, nyumba yako hii hapa nimekabidhi, kwa sababu wewe ndio ulinipa njia ya kufanya biashara hii na imenipa mafanikio makubwa. Sina cha kukulipa zaidi ya hiyo nyumba, kwa kuwa Mungu amenibariki na mimi lazima nitoe shukrani zangu. Sasa sisi pia tunaamini katika hilo kwamba unapotenda wema unajiwekea akiba, unaweza ukatendea watu mia wema basi kuna mmoja tu anaweza akaja akafanyaje, akakutendea fadhila, lakini aufanye kwa sababu ya fadhila, unafanya kwa sababu ya upendo wako kwa watu wengine, kwa sababu eh, jamii zingine kama alivyoeleza wao wanapendana, ndio maana wanatoa, wanaweza kusaidiana, wanaweza kufanya mambo mengine. Mtoto wa shangazi anamsaidia mtoto wa mjomba, mtoto wa mjomba anasaidia mtoto wa mjomba, hivyo na hivyo, kwa unakuta mzunguko wa familia unazunguka usipofanya hivyo ukafikiri, labda biashara unaifanya usimwambie mtu mwingine, huo ni bado ni ujinga uo, bado ni ujinga, na bado hujakuwa kabisa kifikra na kimawazo, kwa sababu una mnyima huyo ambaye unamfahamu kumwambia, lakini kuna mtu mwingine anafanya biashara hiyo hiyo na anaendesha maisha yake, kwa hiyo unaamini kwamba e, ni bora ufanye biashara hiyo mwenyewe uweze kufanikiwa, e, kwa sababu kwa utakuwa unapata sifa labda, tukiwa na msiba unasema a, mimi kaburi niacheni, mimi nitajenga, mimi sijui, kuna mbuzi wa msiba nitanunua, kuna mtu anaumwa eh, huyo mtu naomba msafirishe, mlete hapa nyumbani, mimi nitashughulikia matibabu yake. Of course sio sifa ambazo ni nzuri, baadhi zinakuathiri kiuchumi, kwa sababu kama mngekuwa mmefanikiwa wanne kwenye familia hiyo au kwenye ukoo huo, kama mngekuwa ni wanne, gharama milioni moja na maana mngelipa laki mbili na nusu sasa unaona bora ue ufanye sifa uh, uchukue gharama milioni moja uonekane ili usioneshe wengine biashara hiyo, ili wabebe majuku mengine. Hiyo ni kwa nini ina maana sana kwenye biashara. Kwa hiyo tutajifunza mambo mengi katika mwaka huu hasa kuangalia ni watu gani ambao tunatakiwa kuwashikilia katika ufanyaji wa biashara. Asante sana endelea kuwa nasi. Mimi ni mbeba mwana wako na Sibu Zaburi. na hii ni Hope Society Association. Kaa nasi muda wote asante.